Taifa la Mungu, shalom shalom, nipo hapa kueleza mafunuo haya, unabii huu ambao Mungu amenipatia kuhusu chama kimoja cha siasa katika nchi ya Tanzania. Ni chama cha CCM ambacho niliona kuna mkutano mkubwa sana wameuandaa, ni mkutano mkubwa, walikuwa wakizungumza na wananchi. Aliyekuwa akizungumza alikuwa ni mwanaume mmoja ambaye pembeni yake kulikuwa na viongozi wengine wameketi, walikuwa akimsikiliza lakini nilipotazama vizuri, niligundua ya kwamba ndani ya mazungumzo yale, wananchi, viongozi wenzake na yeye anaizungumza wako ndani ya turubai la rangi ya njano, limefunikwa ndani ya turubai la rangi ya njano. Na alipokuwa akizidi kuzungumza niliona lile turubai likikunjwa na watu wasioonekana. Lilikuwa linakunjwa kuwaacha wale watu wazi, linakunjwa kuwafunua wale watu. Mwisho wa siku, nuru ikawaangazia wale watu, ndipo sasa mzozo ukaanza katika wale watu. Wakaanza kujenga hoja, wakaanza kuleta maswali, wakaanza kuondoa utulivu na kuuliza vitu mbalimbali ule upole walio nao ule uzembe walio nao ule udhaifu walio nao ule uoga walio nao ukaondoka. Ndipo yule alikuwa akizungumza, ambaye naye alikuwa katika mavazi ya rangi ya kijani, akashangaa kuona hasikilizwi tena, kila anachokisema hawatii, kila anachoagiza hawafati. Ndipo akachukua simu yake akaanza kupiga mahali ambako siku pa jua alikuwa akiongea kwa lugha nyingine, akiomba miungu. Nilisikia, miungu, mtusaidie, hali imebadilika sasa, yale tuliyotarajia yamekwenda tofauti, tuliyotarajia wawe hivi, wamekuwa tofauti. Nilisikia akitaja jina moja la miungu ambaye anaitwa ni Santa Najia, Santa Najia, katika wale malango sita katika wale wasaidizi sita wa kuzimu, utakuta Santanaja ni kazi yake ni kupokea ibada za watu wanaotegemea miungu. Nilimsikia yule kiongozi akimtaja Santanaja, hivyo lile tulubai likajikunja zaidi, mpaka wale watu wote wakaisha, wakabaki katika nuru, wakabaki katika amani, uwezo wa kufikiri ukarudi, uwezo wa kujenga hoja ukarudi. Nikauliza Roho, nini maana yake? Roho akasema rangi ya njano ni upendo, lakini upendo huu haukutokana na ile halisia ya watu kufikiri kwa akili zao, bali ulikuwa ni upendo bali ulikuwa ni upendo wa namna isiyo ya kimungu. Sasa nimeshuka, sasa ni wakati wa watu hawa kukombolewa, ni wakati wa watu hawa kuachwa huru wafanye maamuzi yao. Kwa hiyo Mungu yupo kutenda maajabu sasa. Kama nilivyowahi kutangulia kusema, Tanzania hii ni nchi ya agano. Ni nchi ambayo Mungu amejisazia nyakati hizi kwa ajili ya utukufu wake. Yote ambayo anayatenda katika giza, Mungu anakwenda kuyafunua sasa. Mungu akubariki sana. Utambue ya kwamba jinsi wanavyozungumza zaidi, wakiamini ndo wanafanya vizuri zaidi, kumbe ndo wanaharibu zaidi na kuliendea shimo ambalo wamelichimba wenyewe. Mungu akubariki sana. Amen.